Habari wafanya biashara wadogo, leo tutazungumzia kodi ya mapato kwa biashara ndogo ndogo. Kama una biashara yenye mauzo chini ya milioni 20 kwa mwaka, video hii itakusaidia kujua: je, unahitaji kulipa kodi, kiasi gani cha kodi unapaswa kulipa, jinsi ya kukadiria mauzo yako, namna ya kulipa kwa urahisi, kwa mujibu wa TARA. Biashara ndogo zinalipa kodi kulingana na mauzo. Mauzo chini ya shilingi milioni nne kwa mwaka haulipi kodi. Shilingi milioni nne hadi milioni saba na nusu unalipa unalipa shilingi laki moja au kodi yako asilimia mbili ya ziada ya milioni nne. Shilingi milioni saba na nusu hadi milioni kumi na moja na nusu unalipa shilingi laki mbili na elfu kumi na mbili au asilimia mbili nukta tano ya ziada ya milioni saba na nusu. Shilingi milioni kumi na moja na nusu hadi milioni kumi na sita unalipa shilingi laki tatu na elfu sitini na nane au asilimia ya tatu ya ziada ya milioni kumi na moja na nusu. Jinsi ya kukadiria mako: kama huna rekodi kamili, fanya hivi: chukua mauzo ya siku nzuri na mbaya, pata wastani wa kila siku, zidisha kwa siku ishirini na sita zidisha tena kwa miezi kumi na miwili Mfano: siku nzuri shilingi elfu thelathini siku mbaya shilingi elfu kumi wastani elfu thelathini kumi, gawanya kwa mbili 2 shilingi elfu ishirini na tano kwa siku kwa mwaka elfu ishirini tano zidisha mara siku ishirini na sita zidisha kwa miezi kumi na mbili sawasawa na jumla kuu ni shilingi milioni saba na laki, na kodi yako shilingi laki mbili kwa bracket ya milioni saba na nusu hadi milioni kumi na moja na nusu. Jinsi ya kulipa kodi ya mapato, hatua neza kulipa kodi: pata tin number yako kwa kusajiliwa, fanya makadirio ya mauzo yako kwa mwaka, lipa kwa robo mwaka, thelathini na moja Machi, 30 Juni, 30 Septemba, 30 na moja Desemba. Njia za malipo: mpesa, benki nmdb, TRA E-Filing Portal. Ushauri wa mfanyabiashara mdogo: hifadhi rekodi za mauzo, weka daftari, excel, lipa kwa wakati, epuka faini ya asilimia 25 plus riba. Kama mauzo yako yanapungua, andika barua kwa tabiashara. Mpya mwaka wa kwanza huna kodi. Sasa unajua kama unahitaji kulipa kodi, kiasi unachopaswa kulipa, jinsi ya kukadiria na kulipa. Kumbuka, kodi ni mchango wako kwa maendeleo ya Tanzania. Tuma swali lako kwenye comments. Unaweza kupunguza kodi kwa kuwa na rekodi sahihi. Tafuta mshauri wa tere kwa msaada zaidi. Biashara mpya, tumia mwaka wa kwanza kujifunza biashara na kodi.